Kwamba kocha huyu ni mzuri ila kuna watu wamepenyeza ubaya ubwela. Tuambie kuna mapambano mazito mno. Kama kuna wakati wa kupambana, mwana Yanga ni wakati huu. Yaani kama ulikuwa hujui mimi ndo nakuibia password ya ndani. Kama ulikuwa hujui kama kuna wakati wa sisi kupambana ni wakati huu ambapo ndo tunatakiwa tuonyeshe ukubwa wetu, tupambane. Hawa watu hawalali usiku na mchana, taarifa zao tunazo ziko hapa. Yesu anatueleza. Sisi tuna Yesu, liko pale. Kwani unafikiri sisi tungejua yote haya? si tulikuwa tujui tu kupiga kupigana wenyewe. Unaweza ukashangaa hata wazee wetu pale wakina, wakina mzee Msumi pale, ukashangaa na wao wanashikana mashati wazee kwa wazee. Kumbe kuna ubaya ubwela umeshaingia ndani yao. Mzee huyu atambishia huyu bana, tufanye atambishia huyu, huyu. Kumbe ndani yake wameshatiwa bora wanakuwa wajui, kwa sababu Jesusi limeshatwambia bana, kuweni makini hao watu wamefanya moja mbili tatu ili, ili, ili, pale tukahama siku kabla ya kuhama mambo yanaanza kuwa tofauti, zimekutwa karibia nazi elfu tatu pale zimevunjwa vunjwa, uwanja mzima ukizunguka nyuma ule watu wamevunja vunja nazi karibia elfu tatu Sema bwana vipi tena hii hapa, tafiki tupo gengeni, watu wameenda kutiatia ubao bwela pale, vibuyu vibuyu, si vitu gani watu wamekuta pale. Kumbe maana ubao bwela ndio hiyo, wameenda kuanga pale na kwambia, wewe unaona mchezaji mgumu, sisi tunafikia. Ah, dumbia ndio huyu kweli, silistine kuona muona mtu hatari kabisa, winga teleza, wameona moto wake. Kwa mchezaji huyu huyu, atakuja kuwa balaa taifa, na kiwasha huko kimataifa huko, alikotoka MVP siju na nini. Wasa huyu ndio tunaanza na huyu, lakini sasa hivi tuhakikishie wana Yanga, tunahitaji dua na sala kuhakikisha tunaliweka sawa ile jambo. Yani haa, hivi vitu wanavyovifanya watu, tuwafunge kwa uwezo wa mpira, waachene wahangaike mpaka waje kujua baadaye kwamba wanachotakiwa kukifanya ni kipi: kutafuta wachezaji wenye quality, kutafuta walimu Paka jufuju, ni, ni, ni mpaka sasa hivi nanikuambie tu kitu hivi. Unajua mpaka sasa hivi hawana kocha, wana meneja, wana kocha matola pale. Ujanijibu swali, aliyeondoka alikuwa nani? Aliondoka alikuwa kocha mkuu, alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Fadlu Davis. Baada ya kuondoka, si walitangaza wanatafuta kocha? Yes, wamempata meneja, wamempata meneja. Kwa hiyo tuwambie waendelee kutafuta kocha kwa sababu kocha hawana, na ndo maana unaona meneja uwezo wake mdogo amechezea wa chuma nne. Kwa hiyo tuwaambie waendelee kutafuta mwalimu atakayewafundisha wale watoto umeelewa? Tunakwenda kipindi cha kuelekea mwezi wa kumi na mbili, sio mbali. Kama umejali wa uhai na pumzi ya Mwenyezi Mungu, mwezi wa kumi na mbili sio mbali. Hatutaki twende tukakutane na watu ambao hawana mtu wa kuwafundisha eh. Hatutaki tukutane na wajane sisi tutawapiga kuelekea sasa na, na, na mechi zinazofuata za ligi pamoja na za kimataifa, ni kwa namna gani unaona kocha huyu aliyekuja pati akienda kufanikiwa akishirikiana na katika kikosi chenu ambacho mpaka sasa mnadai na kikosi bora, lakini ule uchezaji wa Young Africans ndo hazijaonekana. Sasa ni kwa namna gani kocha huyu ambaye amekuja amekuja pati kaitaenda kushirikiana vyema na kuweza kutengeneza Young Africans ambayo mlikuwa mnaitaka. Kwanza kwangu mimi <clears throat> nimefurahi kwa sababu kwanza ukiangalia CV za mwalimu Patrick Mabedi ni CV ambazo ni kubwa mno, ni CV ambazo ni kubwa mno. Kwa kwangu mimi inanipa imani kabisa, na ndio maana mimi nilisema na mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans, yaani kama kuna sehemu ambapo mnatakiwa kuondoa shaka, kuondoa hofu na roho zenu zikakaa zikatulia huku zikiamini furaha na maendeleo mazuri yako mbele. Ni kipindi hichi ambacho tuna viongozi imara na viongozi bora, sababu shee, una kiongozi ambaye ni mjumbe wa FIFA dunia, una kiongozi kama Arafati. Arafati unajua amemaliza masomo yake juzi tu hapo, umeelewa? Una mwalimu kama huyo, yani una viongozi wakina Alex Ngai wakina Ibrahim Samuel, watu ambao wamesheheni, una msemaji bora wa FIFA dunia, sisi hatuwezi kufeli, hatufeli Ivi, mnajiita mashabiki wa FIFA? Sisi ni mashabiki, mimi mwenyewe si kapteni wa FIFA dunia? Wewe hujapata hizo taarifa eh bana? Ah, tayari. Sh... nyota zishaongezeka si kwa <laughs> hiyo, hata ile kusema msemaji amediari a... a... a... al... a... a... a... alikuwa najiita msemaji wa CAF saa hizi amezidiwa vyeo na alikaa al... m kwamba ni msemaji wa FIFA kwa sasa amediari. Kwanza sasa hivi ni kwambie tu ukweli, yaani amediari sasa hivi katika swala la usemaji, katika swala Yaani, sasa hivi viwango vyake vimeshuka. Nafasi ya mediali pale amechukua Huseni Masanza. Hey, ya yeah, ndio Huseni. Miongoni mwa wasemaji ambao wana furaha sasa hivi hmm, ni pamoja na Huseni Masanza. Lazima tuwe wa kweli. Umeelewa? <clears throat> Msemaji namba moja ni Ali Shaban Kamwe, semaji la FIFA, viwango vimepanda. Yaani ukitoka engineer Harris pale, anafuata anafuata Wallace Karia. Anafata Hali Shabani kamwe la semaji la FIFA, nafata mimi kapteni na nahodha wa mashabiki wa FIFA dunia huku chini, <coughs> kwenye eneo la wasemaji anaanza Ali, anafata Huseni Masanza. Mi nakwambia, kwa sababu Huseni Masanza ukiangalia, ni msemaji ambaye sasa hivi tukizungumza, mafanikio naye anayo, amebeba kombe sasa hivi analo, si sindomenelewa? Amediali kombe gani sasa sasahivi amekuwa msemaji wa jezi uko polini wamempeleka huko. Yaani badala umpandisha juu amediala na zidi anashuka. Sasa hivi upo huko tu. Anakula samaki kwa wasukuma huko ndani huko. Sasa hivi upo Geita huko. Sio umeelewa? Sasa hivi amekuwa msemaji wa Jairuti anasimamia jezi. Kwa hiyo huyu viwango vyake vimeporomoka kwa kiwango cha lami sana. Kwa lazima umpe heshima yake alishabani kama msemaji wa FIFA, lazima umpe heshima yake sasa hivi Huseni Masanza. Huyu ndio msemaji namba mbili anayefuata sasa hivi. Na mwenye mafanikio. Sio umeelewa? Ukizungumza wasemaji wenye mafanikio Useni Mwachi, sio umeelewa? kwa kumalizia, hmm. Pakome zuzua hmm. ameitwa katika kikosi cha Ivory Coast hmm. sio jambo dogo, anaipeperusha vyema bendera ya ligi ya Tanzania na anaanza kwa uchache, mzungumzie MVP wenu, kwa sababu ni MVP wenu bado hajapata MVP aso, lakini ni MVP wa Young Africans kwa jinsi mnavyodai hmm. mzungumzie kwa uchache, ameanza kule Ivory Coast na jezi yake namba saba mgongoni bana kabla ya kumzungumzia pako umezuzua, hebu mpe maiki ndugu yangu aubaobwelakukwa, kuna swali alikuwa ananiuliza bwana. Hey, mimi nataka nimuulize swali hapa bwana Kizinga. mm. Mi si msemaji semaji, lakini kwa kauli yake niloisikia kwamba amemwita Alikamwe, ame, Alikamwe kwamba semaji la, la, la, la FIFA, FIFA duniani, mm, mm. Lakini katika Yanga day ile kwa kuhamasishwa Yanga day ile mm. Sijamwona kwene usemaji kama yeye msemaji mkuu wa Yanga Unamwona wasemaji wengine wanaongea pale mpaka tamasha linaisha. Lakini nani Simba Day amejali na mwona, na amehamasisha na muona kama yeye ni msemaji wa Simba. Nimemuona kama yeye ni msemaji kila kitu amemfanya yeye. Je, kwa nini msemaji la FIFA alijakuwa pale kwenye kwenye nani klabu yake? Safi sana. Ameuliza swali ambalo liko vizuri kidogo. Lakini sasa nimwambie kitu kimoja. Ali Shaban Kamwe ni msemaji wa klabu ya Yanga. Si ndio? Kila kila sehemu kuna utaratibu wake, kupewa nafasi Haji Sande Manala kama MC, simenelewa? Njoo bwana usiondoke, menelewa? Iko hivi, yale matamasha si ndio? Yale matamasha, unapochukua miki, unaanza kufanya shughuli za miki. Wewe ni MC, siumenelewa? Sasa Ali Shaban Kamwe ni semaji la FIFA dunia, yule siyo MC si umenelewa, yani anachokizungumza MC Haji Sande Manara sio kile ambacho atakwenda kukizungumza semaji la FIFA dunia, menelewa. Kwa hiyo lazima tukwambie utaratibu wa Simba sio utaratibu wa Yanga, sisi utaratibu wetu. Ali Shabani kamwe anafanya kazi kubwa sana, pengine kuliko watu wote kwenye eneo la faida ya klabu. Ali amesimamia mauzo ya tiketi, Ali amesimamia hamasa ya, ya mauzo ya tiketi, amefanya kazi kubwa mno kiasi kwamba kwa mtu mwingine sasa unaweza ukasema naam, kazi aliyoifanya Ali sio poa, umeelewa. Lakini katika majukumu hayo majukumu ya kusema au majukumu ya, ku, ya, ya, ya UMC, toka zamani MC ni Haji Manara, umeelewa. Kwa hiyo kama mnatamani kuona labda pengine na yeye apate nafasi ya, ku, ya kuwa MC, ashindwi, anaweza akawaambia kipengele hichi, kwa sababu yeye ndo anaratibu sometimes mipango, anaweza akasema kipande hichi hapa mimi kwa kitu ambacho nachokwambia wewe ambacho ulikuwa hujui iko hivi. Ali kwanza siku zile alikuwa Ali kidogo alisema mwenyewe alikuwa kidogo afya yake haiko vizuri kidogo, alikuwa na kijihoma homa. Umeelewa? Lakini pia akatoa nafasi wampe nafasi MC aendelee na shughuli yake, kwa sababu unajua kuna wakati tuna unaweza wewe hauko sawa nini, lakini aliahidi kwamba safari hii atakiwasha lakini baadaye Mungu akampa ibada ya, ya, ya maradhi akapata kihoma kidogo. Kwa hiyo bwana, tegemea kumuona kama unatamani hivyo, tegemea kumuona hali, anaweza akapanda, Mungu akifanya wepesi huko tena kwenye yangadei unaweza ukamuona, lakini issue ya kuzungumza pale kwenye yangadei ile tunaiita ni MC, wale ni ma MC. Kwa hiyo ndio maana unamuona msemaji amediali yule ni MC, ndio maana unaona mpaka sasa hivi MC wake anaufanya huko Geita, Katoro, sijui wapi wapi huko Misungwi, Kagongo, Sanze, Migazini, Buhinda, Karukozi, si umenelewa bwana e? Kiganza anakwenda kusambaza jezi, anazungumza na Wasukuma huko; anazungumza na Waha katika kusambaza jezi <laughs> na Kizinga <laughs> katika matamasha haya. Hata Simba anaye MC wake, sio so, so, amejali. Simba alikuwa na MC wao, hata amediali alivyokuja, kama ulimwona na ile jopu lake la wale watu MC hawezi kuja vile, msemaji wa Simba na anatangazwa kabisa msemaji wa Simba anaingia. Mnataka kuona kazi ya msemaji pale MC. Pia Yanga alikuwa amerudi Kitenge, umeshaelewa? Na tamasha la Yanga sio la hii juzi, kila tamasha kabla alikamwe kanishachukua, hata mwaka jana alikuwa sio yeye Kitenge anakuepo kama MC. Kwa MC wapo kama MC na wasemaji wapo kama wasemaji wa klabu, na kazi ya wasemaji kuhamasisha. Hii alikaa anani amediari yupo huko kuhamasisha timu, anazungumzia jezi za timu, ndio kazi yake. Vitu vyote hivyo Zinga, wamesikia utofauti wa MC na msemaji mm, utofauti wa MC na msemaji. Kwa hiyo amediari ni nani? Msemaji wa klabu ya Simba, ni msemaji wa klabu ya Simba alikuwepo siku ile. MC, MC ni nani? Hasa Mediali hey. Hey, aliingia kusemea nini pale? Mediali alisema kuzungumza jinsi ninavyohitajika kwenye kuzungumza, kutambulisha wachezaji, kutambulisha vitu vingine kama msemaji wa Simba <laughs> lakini MC hajafanya kazi hiyo, lakini upande wa Yanga sijajua. Wewe unatamani kuona anachokifanya Simba na Yanga afanye. Mimi kitu cha kusema kumsifia mtu level hajafika, mimi wa nafsi yangu haipendi kusema. Semaji la FIFA, FIFA ni shirikisho la dunia, shirikisho, ngoja kwa unaumia hali akiwa semaji la FIFA nimelisema vizuri. Ngoja nikwambie kitu kimoja, sema kimpira kabisa, subiri sana nikwambie, engineer Harris anachaguliwa kuwa mjumbe katika kamati ya vilabu ya FIFA dunia, umeneelewa? Yeah. Bwana wakati yeye anakuwa mjumbe FIFA dunia, basi na Ali ambaye ni msemaji wa timu yake anapanda viwango kuwa msemaji wa FIFA dunia, si umeneelewa? kupit... <laughs> Mpongeze, mpe kongole yake Ali Shabani Kana Kamwe. Nisikilize kwanza. Ali kwa Shabani Kamwe yupo karibu na uwaridi. Waswahili wanasema ukiwa karibu na uwaridi unafanyaje? Unanukia Shee, Ahmed Ali yupo karibu na nani? Na ananukia nini? Sasa hivi anapelekwa polini kwa kuuza jezi. Uongo. Na hata nikuulize gwani muulize huyu bwana. Wacha nikuulize kitu kimoja. Sogea hapa. Inamea ina hapa ina kwenye mike. Nataka nikuulize kitu kimoja. Juzi pila tatu tumeona mmefungwa goli nne, si ndio? E, ndio mpira. Kuna mpira. Eh, sawa. Mmefungwa goli nne. E. Ni nani ambaye anatakiwa kuambia wana Simba kwa sababu mechi ilikuwa haiko live ile? E. Ni nani ambaye anatakiwa awaeleze wana Simba kwamba tumepoteza mchezo, Timu ile kwenye mechi ile. Golini alika mchezaji wa Simba ah, ah, uh, kwanza, kwanza, vitu vya kawaida. Mechi subiri kwanza, ile mechi, mechi, mechi ilikuwa inaonyeshwa live. Watu waliruhusiwa kwenda ku, ku, kuangalia mechi ile, haijaruhusiwa kuangalia. Swali langu ina mia maiki huku hmm. Swali langu nalokuuliza mimi ni moja, ni nani ambaye anatakiwa awambie wana Simba kwamba tumepoteza mchezo, na mchezo ulikuwa moja mbili tatu tumepoteza kwa sababu moja mbili tatu. Ni nani ambaye anatakiwa kuisemea timu na kuambia wanasimba ni nani? Kazi ya kusem, kusemea mchezo ni mwalimu wa mpira, kusemea mchezo wa timu ni mwalimu wa mpira. Nisikize basi, Kizinga kama tuna bishana Oya, kuongea sikauliza hivyo sawa. namjibu anauliza baada ya mechi baada ya mechi kuchezeka, yeah. Ni nani anaweza nani anatakiwa kuizungumzia ile mechi kwamba bana mashabiki, tumepoteza moja mbili tatu, au mashabiki bana, tumeshinda moja mbili tatu? Ni nani anayepaswa kuizungumzia ile mechi? Mwalimu wa mpira, kocha msaidizi, au kocha mwenyewe mkubwa? Baada ya mechi anaojiwa na media mida, si media sijaita, anaojiwa na kama mnaona kama bango la Azam na kwa nyuma au bango la NBC, anaojiwa, mnamsikia baada ya mechi pale Eh, kweli au mchezo wangu mzuri sana, au mchezo ulikuwa hivi. Mchezo sio mchezo unavyoongelewa. Amedia hawezi kuongelea mchezo pale, sio kazi yake kuongelea mchezo. Mechi imemalizika, ile mechi haikuwa laivu, si ndio? Wana simba wanatakiwa wapewe taarifa. We unasema mwalimu anatakiwa kuzungumzia mchezo, yes of course, mwalimu anatakiwa aseme tumekuwa na kiwango hivi tumekuwa na hivi. Sasa yani, wale wenye timu yao mashabiki na wanachama anayetakiwa kuwafikishia taarifa kuhusiana na maendeleo ya timu yao ni nani? Ndo nachokuuliza wewe, yani msemaji wa wa, wa mashabiki kwamba anatakiwa wasemee mashabiki, wape taarifa, ni nani anatakiwa kuzungumza kwa ajili kwa, kwa niaba ya uongozi pamoja na timu kuwapa taarifa ya mashabiki, anachouliza e. Unajua mimi naongelea kimpira sports, sio kila mechi ikimalizika tu msemaji wa timu aiongelee timu, leo imefanya hivi. Nimekuadisia mara nyingi sana kimpira Kazi ya media lini? Sikilize basi. Kizinga, bwana mimi nikiongea wewe unaangalia, bwana mimi siingilii. Mara nyingi sana na kwa disa sports bwana mkubwa sports mpira baada ya kuisha kama mnaona mara nyingi anaitwa kocha msaidizi. Unamwona media anaitwa pale? Huyu anaitwa kocha mwenyewe, anadisia ile mechi iliyochezwa kwa timu hii na timu hii. Baada hapo, sasa msemaji kama anaongea kwa faida yake kuwafahamisha wapenzani wa, kwa, kwa wa yeye sio kwamba ni lazima aongelee yeye mechi ile. Amesemea hivi kuna kila mechi anaweza kuongelea, sio kweli. Mpaka mwenyewe ekosi aojiwe na mtu, lakini kama huwezi kumwoja usiri tu lazima akatafute media na waandishi wa habari aojiwe, sio kweli okay. Mwelekeza sasa Kizinga, kazi ya msemaji wa klabu au wa timu wa eh, eh, ah, ya... ni nini yule anaitwa afisa habari wa klabu? Kazi ya habari ni zile habari, sio msemaji tu a, zile habari za, za timu ya Simba amediali zile habari zote kuanzia hizo kusema matangazo ya jezi, tuna sajili fulani anaojiwa kocha, wezi kuojiwa vitu kama hivyo. Zile habari za msemaji wa timu ni mwa afisa wa habari, na zile zinaitwa habari za timu zote. Habari za timu unazozijua wewe zozote, amediali anazisema. Kizinga, umemsikia bwana mkubwa? Umemmsikia kitu ambacho unachotaka kumsaidia na kumwelewesha, usichoke, usichoke. Sikizeni nikwambie kitu kimoja, huyu nataka nimwambie tu aliyetakiwa kuwapa taarifa mashabiki na wanachama wa, wa mnyama na kuisemea timu yao juu ya ule mchezo, hususan ni mchezo wa fainali ya wanawake ile ya ngao ya jamii. Ukija kuangalia mchezo wa kirafiki ambao wamecheza, ilitakiwa azungumze msemaji kwa ajili ya kuwafikishia ya ku, ya ku, ya ku, ya taarifa wanachama na mashabiki, lakini msemaji sasa hivi yupo kijijini huko anauza jezi, si umenelewa? na mimi ni washauri tu, kama itawapendeza, watafute msemaji msaidizi, umeelewa? Afisa habari msaidizi wa ile timu, kwa kipindi hichi ambacho msemaji yupo polini anauza jezi, anang'atwang'atwa na mbuko. Ile kazi ya jezi walitakiwa kupewa wakina Mandala, ile kazi ya jezi walitakiwa kupewa wakina Jibisti na nne wakina Dokta Mo wauze. Lakini, so, kwa sababu hawana desturi ya kuwasapoti hata hao mainfluensa wao ndio maana unaona mpaka sasa hivi wameamua kumchukua msemaji aende kule, lakini tofauti na upande wetu, wewe huoni likitokea jambo. Kwanza, wa kwanza kupigania haki zetu sisi my influencers ni msemaji. Vijana wangu, njoo nikaeni hapa, kuna moja mbili tatu. Hata kwenye kikao chochote atapeleka hoja, jamani, vijana wangu hawa ili mnaonaje mkiwapa hawa safi, si umeelewa? Basi na nyinyi mnafanya kazi ya timu, mnasaidiana. Hawa hawa ma influencer ndo walikuwa wanatupigia kelele mtandaoni kwamba jezi zimekwisha, huku wakizidhihaki jezi za Dar es Salaam Africans kwamba madukani zimejaa, si ndio? Hawa hawa. Lakini leo hii wanaona aibu, walipiga kelele sana jezi zetu sisi zimedoda. Lakini kwa sababu wanajua hawa walipewa, walikuwa naisemea timu yao kwamba jezi zimedoda, lakini ukiwapa jezi wakauzi hawa mandala, ukampe jezi yule pale mnandi umpejezi aende. Haya, sasa hivi yule muhindi wa simba yule, ukampejezi apeleke aende huko, sijui Geita, sijui wapi. Unaona kwamba hao watapata, ndio maana unaona wameamua sasa msemaji kumtoa kwenye majukumu yake, wamempeleka wapi? Porini huko, akang'atwa na mbu. Kwa hiyo tuwashauri tu kitu ambacho mnatakiwa kukifanya, tafuteni afisa habari msaidizi, si manelewa? Ukimchukua mnandi junior akawa afisa habari msaidizi, inapendeza. Ukimchukua mandara ukamweka kuwa afisa habari msaidizi, inapendeza. Ukimchukua dosa ukimweka kuwa afisa habari msaidizi wa Simba, inapendeza, umeelewa? ukimchukua muindi kisugu, sio akina nani, inapendeza tu. Kama mzee wa saruti ule, anafaa kabisa ile nafasi, nzuri tu wakati huu. Kipindi hichi timu haina mtu wa kuizungumzia, inapendeza. Hasa anazungumza nani pa kuwambia jamani, pila tatu tumepigwa, chuma nne, yule mwalimu tuliokuwa tumeambiwa kwamba hana vieti, kumbe kweli uwezo wake mdogo. Naona tumechezea chuma nne, nani wa kusema? Hakuna. Kwa watu kama hao wanatakiwa waelimishwa, wajue kazi ya msemaji niipi. Ndio maana uwezi kumkuta hali semaji la FIFA dunia akaja kukutwa na iyo mitihani kwamba ali nenda kauze jezi, nenda ka jezi wapi? Hali kafanya hivi, hali kauze tiketi, hapana ali ana watu wake huku, vijana anawaamini, chini ya godi. Yanga mwenyekiti, sambaza kazi, baba Yanga, sambaza kazi, kiongozi mwalimu Yanga, siju nani wasambazie kazi. Vijana atakupangia, Kizinga kama makumbusho pale, uza tiketi. Hujanikuta mimi nauza tiketi hapa, niliona sasa. Na solo Yanga kauze tiketi Mbagala kwenu huko, sekeli na wenzako Mbezi huko, tukauza tiketi Elizabeth hatuchezi kauze huko Buguruni. Sasa hivi kanyoa rasta. Wewe, mko mnajua Elizabeth ana rasta sasa hivi. <laughs> Okay, Kizinga, turudi kwenye lile swali letu la msingi ambalo tulikuwa nimekuuliza kuhusiana na Pacome Zozua. Ehe, mzungumzie kidogo, anacheza timu ya Ivory Coast. cha kwanza anaanza mchezaji wa Pacome Zozua, mchezaji wa Young Africans Pacome Zozua pedo, eh, kipaji ni mtu hatari. ni mtu na nusu. nimpongeze sana kwa kuitwa timu ya taifa na amedizevu kuitwa timu ya taifa <laughs> menelewa. Pakome Zuzwa ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana. Nimefurahi kuona ile furaha na burudani tuliokuwa tunaipata Watanzania na wasiokuwa Watanzania, lakini walikuwa wanafuatilia ligi yetu ya NBC, sasa wanakwenda kuipata na huko walikokwenda, na wamefurahi na wameenjoy. Nikwambia ndugu yangu, mchezaji kukabidhiwa jezi namba kumi Sio jambo dogo, kubwa mno. Uwezo wa Pakome ni mkubwa sana, amecheza dakika tisini, wana watu wa Ivory Coast wamefurahi, Pakome mwenyewe amefurahi. Kuitwa timu ya taifa ilikuwa ni sehemu ya ndoto ya maisha yake, ameitwa na ameenda, amefanya vizuri, tunajivunia na ninasubutu kusema Pakome ni moja kati ya vivutio vinavyoitangaza ligi yetu ya NBC. Huko aliko anatutangaza vizuri sana na ataendelea kututangaza tumwombee dua tu, Mungu amfanyie wepesi, asipate injari, na amini dunia nzima sasa itakwenda kumuona kupitia michuano ya Afcon kama ataitwa na akienda kule kufu, kwenye michuano ya Afcon, yaani ndo basi tena. Mimi nakwambia ndo basi tena Pakume.